jawahi kuwa na mazoea hatuna mazoea na wala hatutakuja kuwa na mazoea ninayo <coughs> historia nzuri pia ya kupigana na vita na historia yangu haijawahi kubadilika. Sijawahi kushindwa sikuzote. <coughs> Nawaambia, umoja wa hofu hauwezi kushinda haki hata siku moja wa wasanii wawe wa Injili, wawe wa Bongo Flava, wawe wa filamu wa wa lazima wale jasho lao yeah. Sio watu wengine kuwa maponea kupitia mali na jasho la ndugu zetu. Hatutamwonea haya wala kumfumbia macho mtu anayefanya biashara isiyolipa kodi ndani ya mkoa wetu, na hapa napoongea, nikimaliza ninao vijana wasiopungua mia mbili wa TRA watakaozunguka kwenye maduka yote ya watu wanaofanya biashara bila kulipa kodi na kuwachukua. Kodi ndio uhai wa taifa letu, kodi ndio msingi wa taifa letu. Sambamba na hilo, rais wetu amekuwa makini kuhakikisha anasimamia na kutekeleza itikadi yake na ya chama chake na uongozi wa serikali yake ya kuhakikisha anapiga vita rushwa na mafisadi wanaonyonya taifa hili. Mafisadi hawa si wale mafisadi tu tuliozoea kusikia wamepitisha mchanga bandarini, wakidai ni mchanga, kumbe ni fedha na thamani kubwa ya taifa letu, sio mafisadi hawa tuliozoea kuona wanaua tembo, sio mafisadi tuliozoea kuona wanafilisi mashirika ya umma lakini kumbe wako mafisadi wa filamu, wako mafisadi wa miziki, wako mafisadi wa bongo fleva ambao wanawakandamiza wazawa na wazalendo wanaojituma kwa kazi yao. Kwa wale wataalamu wa mambo, waende wakaangalie Nigeria ilivyoamua kuwa na pato la filamu tofauti na pato la mafuta. Nigeria walipokuwa na pato la na mafuta walikuwa wanatamba, wanao mafuta, lakini walivyoamua kuiprotekti tasnia ya filamu wamejikuta filamu inaingiza kipato kikubwa kuliko mafuta. Na sasa kwa nchi za Afrika, Nigeria inaongoza, mchango wake ni tasnia ya filamu. Kama vile haitoshi, niendelee, mtaangalia India. India sasa hivi mapato yake yanakwenda kwa kasi sana kwa sababu moja tu, filamu. Leo Tanzania, katika nchi za Afrika ni nchi tatu zinazozalisha filamu. Iko Nigeria, iko Ghana na iko Tanzania. Lakini katika ubora Tanzania ni nchi ya pili katika uzalishaji wa filamu bora, na ndio nchi ambayo inazalisha filamu zinazopendwa. Lakini sio tu hivyo, sisi kupitia Afrika Mashariki ni wanachama katika zile nchi tano ukiongeza na Sudani. Lakini pia sisi ni wanachama wa Sadeki na rais wetu ndio mwenyekiti wa troika maana wanachama wa SADC, wanachama wa Afrika Mashariki tunapata nafasi ya kutumia wanachama wetu kuwa ni soko. badala ya kuuza bidhaa zetu Tanzania tu na ndani ya Afrika Mashariki tunaongelea mambo makubwa manne yaliyoko kwenye mkataba, moja wapo ikiwa common market. Maana yake tuna soko la kuuza Kenya, tuna soko la kupeleka Rwanda, tuna soko la kupeleka Uganda, tuna soko la kupeleka mpaka kwa ndugu zetu Burundi na kwa sababu diasi, Kongo ni ndugu zetu nako tuna soko na Sudani pia. Kwa nini tusilinde kazi za mikono yetu na kuzisambaza katika mataifa mbalimbali? Kwa sababu hiyo watu wote kwenye mkoa huu, madam mimi ni mkuu wa mkoa na mimi ndio msimamizi wa shughuli zote kwenye huu mkoa, haijalishi umri wangu. Mamlaka niliyopewa na Mungu chini ya Rais Magufuli ni makubwa sana, lazima niatumie kuwapigania na kuwatetea wanyonge wa taifa hili wanaofanya kazi yao kwa bidii.